Tupate wasilisho abaza mimi naendelea na, na, na pointi mbili za saaia fudihi ca kwanza ni unusual long time, mimi hapo nitakuwa na swali aneyefahamu taking unusual time. Ili namaanisha ni kwamba treni imetumia muda mrefu ndani ya section zaidi ya muda ambao ulitakiwa itembee. Kwa mfano, labda itembee dakika ishirini na tano lakini ikatembea kwa dakika thelathini, hapo tunasema imetembea unusual time. Hii makofu hii ina maana kwamba mfano kwamba block section <laughs> ukisoma, inaona namba mia mbili ishirini na moja inakuelekeza kwamba operator anatakiwa kuingia section ili kwenda kutafuta hiyo ako yeah, yule pale ndiyo unampa warning order na sheria zipo pia za kumpa ule opereta hiyo warning order. Pili ni train divided, kwa train ipo section, lakini train imelaivo kipande nusu kimoja kimoe kimebaki kwa pale, pia utaishu warning order tena, anatumwa kuingia section kwenda kutafuta kipande kingine. Sheria baada hapo nafatwa zaidi iaabii asante. Asante, naomba nifanyie simei hapo kwenye train division, kwamba wote tunafahamu train division ni nini, yaani kwamba train inakuwa haijafika complete katika ile station husika ambao ulikuwa unatuma gari zako. Kwa hiyo ni moja ya ajali mbaya sana, na ndio maana unaambiwa, station master kamili, aliyekamilika, unaporuhusu gari, unatakiwa uifanyie follow up mpaka ujue, je gari yako ilifika complete? Na utajuaje treni yako ilifika complete? Utajua treni imefika complete kwa kumuuliza station master wa mbele au wa nyuma ambapo uliruhusu gari lako last vehicle the number of last vehicle. Sasa ikitokea anakutajia namba ya last vehicle ambayo ni tofauti na ile ambayo uliinoti, basi utajua pana train division, sawa.